Bola nifungue na mimi ya kwangu nitapata hela manake jo. Unajua mchezo wa mpira ukifanya makosa utaadhibiwa. Wamefanya makosa sita, wameadhibiwa goli sita. Yanga walikuwa na ubora mkubwa sana leo kuliko Mashujaa Mashujaa. Mashujaa walikuwa wakicheza kitoto, lakini Yanga wamecheza mpira wa, kuna baadhi ya wa wachezaji ambao walikuwa kwenye Afcon kwa hiyo wamekuja na ile rhythm yao ambayo walikuwa wamechezea kule kwenye Afcon, ndio waliokuja nayo, lakini kuna wachezaji lile ingizo jipya mmojawapo Okelo, ambaye naye alikuwepo kwenye hiyo Afcon, kwa ndio maana umeweza kuona Yanga wako vizuri, timu yao imecheza vizuri na walidizavu ushindi wao upata. Hii inaashiria nini kuelekea kwenye mchezo wao ambao kimsingi eh, pressure ubingwa inayozungumzwa wao na mtani wao wa jadi, kwa walichokionyesha Yanga leo? Unajua safari bado mbichi, bado mbali sana isipokuwa nyota njema onekana asubuhi. Jinsi Yanga ambavyo wanaonekana wanacheza, unaona kabisa kwamba kuna kitu wanakidhamiria. Simba sio timu mbaya, timu nzuri, lakini ukiangalia hata ile fighting spirit yao kuweze kuikompea na Yanga ambao wamecheza leo, yani tuwe wa kweli. Kwa hiyo Simba wana kazi ya kufanya, kuona kwamba wanahitaji ushindani ili waweze kupata huo ubingwa ambao wanaohitaji, kwa sababu Yanga wanataka ubingwa na Simba wanataka ubingwa, lakini wenzao wanafanyia kazi, wao bado hawajaamua kufanyia kazi hasa hapo kidogo, kuna tofauti ni kwamba wajaamua ama wanafanyia kazi ila hailipi kiwanjani. Hasa sasa hapo, sijui kama wanafanyia kazi au nini. Huo muono wangu mimi, kwamba ninavyoona yanga wanavyocheza kwamba kuna kitu wanakitaka, lakini simba wanavyocheza haionyeshi kwamba kuna kitu gani. Alafu ukiangalia yanga ya leo kwamba wamecheza kwa ushirikiano kwa timu nzima, na walikuwa na timu wake tofauti na simba ambao jana wameweza kucheza, lakini kingine unajua ni kutokana na ile kusimama kwa ligi sasa unavyokuja, kama mnakuwa mjiandai vizuri, mnaweza msipate kile mnachokihitaji. Mtibwa ameweza kuonekana jana kwa Simba wazuri, kwa sababu ile timu ambayo inakaa kwenye mashamba ya miwa kule, hakuna shughuli nyingine ya kufanya isipokuwa mpira. That's why wakati watu wamepumzika wala walikuwa wanaendelea na training, na ndio maana umeweza kuona jana wameweza kucheza kwa ubora mkubwa, japo Simba na wao walicheza kwa ubora mkubwa, lakini si kama vile ambavyo Simba anapaswa kuonekana ikicheza. Kwa hiyo kwa sababu baada ya kuitazama Simba jana, pengine unaona shida iko wapi zaidi, na pengine wafanyie kazi, kwa sababu siku chache zimesalia liishi la usajili lafu sasa hilo dirisha kwa sababu bado linafunga, nafikiri hilo moja kwamba wataangalia mapungufu walimu hao, alafu watasajili ili kuweza kujaza nafasi za watu wanaowahitaji. Lakini kwenye swala la kusema wafanye nini, niseme bado safari bado mbichi, na kazi nyingine ambazo labda mnataka kusema kwamba niwatabilie Simba au Yanga nani atakuwa bingwa, hiyo kazi ya shea haya kwangu itakuwa ngumu. Lakini kocha hapo hapo tumeona jana habari wa Simba Ahmed Ali ni kama anawaambia wachezaji sasa tumechoka kutuma lawama kwa viongozi. Wachezaji wanatakiwa kujitathmini kwa namna wanavyocheza. Unavyowatizama Simba, kochi, una namna kuna wachezaji wanacheza chini ya kiwango kiasi cha kwamba timu ifanye vizuri? to be honest, Tijana Simba wamecheza chini ya kiwango first, first half kidogo alicheza vizuri, second half hakucheza vizuri, timu ilikokuwa inaonekana imechoka. Kwa hiyo maana kwamba watu walijiachilizia kufanya mazoezi kwa sababu wachezaji wengi walikwenda kwenye askari. Sasa hilo ndio lilikuwa tatizo kubwa. Kwa hiyo anahitajiwa wajipange kuona kwa kwamba kuna kitu tunakihitaji ili tuwafurahishe wapenzi wetu. Hizi timu kubwa Simba na Yanga kama timu inakuwa ifanyi vizuri, migogoro ya hapa na pale inatokea. At the end of the day, morale ya wachezaji inashuka na mwisho wake kutofanya vizuri. Yanga wako vizuri, hawana matatizo, kama yapo ya ndani wanajua wenyewe, lakini ukiwaona kwenye uhalisia wa kucheza, Yanga wanafanya vizuri. Kocha baada ya hapa uh, uh, uh, wanakwenda kwenye mechi mechi za kimataifa Simba msalia leo. Kuna namna uh, mechi hizi mbili zina mpira hauwezi kwa kusema kwamba kwa sababu Simba labda jana wame draw basi wanaweza kwenda kufunga. Unaweza kuona wame draw jana wakaenda kule wakashinda. Lakini usually tunachukulia performance ambayo umeionyesha na kule unakokwenda kupambana. Kwa sababu mashindano ya kimataifa watu na wao wanakaa kimataifa zaidi. Kwa hiyo inabidi lazima mjipange kwa sana. Yanga kwa performance walioonyesha leo kama wataendelea hivi japo wanaenda kukutana na strong team lakini kuna kitu wanaweza wakakibahatisha kufanya, kwa sababu yale matimu yana mbinu nyingi, yana, ya matimu makubwa, japo Yanga nayo ni timu kubwa, lakini Warabu wakiwa kwao wanakuwa wanabadilika kidogo. Lakini kwa fomu waliocheza, kama wataendelea hivi, kuna jambo linaweza likafanyika, coach coach. Yanatajwa mabadiliko mengi kwenye kikosi cha Simba, wachezaji wanaoingia na wanaotajwa kuondoka pia kwenye kikosi cha Simba. Wewe ni coach, nadhani hiyo inaweza kuwa tiba sahihi kwa Simba kwa hiki ambacho anakipitia, swala la kutoa wachezaji ambao wamesajiliwa ili wamalize msimu au wacheze kwa kipindi kirefu. Ukiwatoa kwa haraka, ni shida. Mimi nafikiri simba ya miaka mitano nyuma ilikuwa bora ile, akina Boko, kina Kagere, Chama, Okwi na naniwala, ulikuwa umeiona ile. Ile ilikaa sio siku mbili tatu, ile ilikaa takriban miaka minne mitano, ndio ikawa vile ili kwa hiyo timu inaundwa kwa muda mrefu, sio kwa matokeo ya haraka. Mkishapata goli tatu nne mnasahau, mnaona wachezaji wako vizuri, lakini wanahitajika wachezaji wakae muda mrefu ili waungane na hata hii swala la walimu kubadilisha leo huyu kesho huyu, kila mwalimu anakuja na filosofia yake. Walimu wanaweza kuwa wazuri, lakini matokeo asipate kutokana na mabadiliko ya wa wachezaji mara kwa mara. Kumbuka mwaka jana Simba walikuwa na wachezaji wengi wazuri, lakini wakacheza mpaka fainali, lakini baada ya hapo wametolewa wachezaji karibu 12 kama sio 13, wamesajili watu wapi au wapi wengine, wanahitaji kuungana ili mradi waweze kutengeneza mfumo ambao mwalimu anautaka. Sasa kwa kipindi kifupi kilichokuepo, it's not so easy. Kwa hiyo wanahitaji kupata muda ambao wanaweza kufanya jambo. Na maisha mengine yakaendelea. Asante.